mgombea wenye kiti wa chama cha wanasheria nchini leo atakuwa na mjadala katika kipindi cha KTN cha Checkpoint na Yvonne Okwara. Wagombea hao ni James Agri Mwamu, Isaac Okero na Allen Gishuhi. Uchaguzi utafanyika Jumatano wiki hii. Basi mtazamaji usikose kuungana naye Yvonne Okwara katika makala hayo ya Checkpoint, ifikapo mwendo wa saa tatu. Na tukiendelea na taarifa zetu, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amewataka Wakenya kujisajili kama wapiga kura ili kuleta mabadiliko wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza mjini Ukunda, Kalonzo alikosoa vikali uongozi wa serikali ya Jubilee na kuihusisha na ufisadi. Katibu mkuu wa Wiper ambaye pia ni seneta wa Mombasa Hassan Omar, aidha alisisitiza hoja hiyo na kusema kuwa serikali imewatelekeza Wakenya. Kiongozi vile unavyomwachilia kuibie, ndivyo atazidi kuiba hata zaidi, na ndawa ya kiongozi ya inayoni ni kumng'oa Aende nyumbani na huwezi kumng'oa kwa silaha, ni kura yako. Wale ambao hawana imani kwamba kura zinaweza kutupatia uhuru, kama hawana imani kwamba kura zinaweza kutuletea ukatiba, nawaomba vijana wetu wa pwani, jiandikisheni kura kwa halaiki, tuwatoe kina Uhuru kwa fujo, alafu muone maendeleo yatakapokuja, na mimi nawapa ahadi yangu. Tumegundua kuna wengine hivi sasa kupitia refari wetu IBC ambao wana njama nyingi sana ni, unaona ile BVR kit haitulii. Unaambiwa iko pale Mkwakwani, inafika pale saa nne na saa sita haipo, inaenda Mwakigwena saa tatu saa tatu na nusu imeamishwa sehemu zingine, zimepatiwa siku moja, zingine zimepewa siku sita.